Asante, asante mheshimiwa. Ni kweli kutokana na mradi wetu jinsi ulivyo, tulikuwa tuna changamoto hapo kipindi cha nyuma, kama nilivyoeleza kwenye hiyo ripoti, lakini kulikuwa na ongezeko pia la wigo wa kazi, kwa maana ya sakafu ya tatu tunayoona haikuwepo kwenye mapendekezo ya kwanza ya awali kwa hiyo kulikuwa na mapendekezo ya awali ya ongezeko la kazi ambayo ni flow ya mwisho. Tulipokea mahitaji kutoka kwa client, tuliyafanyia kazi na ilipita taratibu zote za za kishauri, ndio tupate kufika kwenye hatua hii tulifikia. Saizi itakuwa ni tarehe tar Agosti mwaka huu, ndio kutakuwa na extension ha. Kwa hiyo mkandarasi aongeze jitihada, na akishindwa mumblacklist, asipewe kazi yoyote ndani ya wizara mnazo, mnielewa vizuri akishindwa kukamilisha kwa muda huu wa nyongeza ambao mmeuomba wa ziada, ina maana mwezi wa nane asipokabidhi jengo huyu <laughs> asiruhusiwi kupata kazi yoyote nadhani Katibu Mkuu umenisikia mm. ndani ya wizara hii akatafute kazi maeneo mengine. Kwa hiyo maanake mwisho ni mwezi wa nane, lazima jengo liwe limekamilika, kwa sababu hii itakuwa ni sehemu ya pili baada ya Ocean Road. Hii kituo hiki kitakuwa ndio kituo kikubwa, pengine ni cha pili baada ya ile Ocean Road, sio? au kitazidi kita kile cha Ocean Road. Kama itakamilika, Mheshimiwa Waziri, katika mipango yetu iliyowekwa hapa mpaka nuclear hii itakuwa ni cha kwanza, itazidi Ocean Road nuclear, sio nayo <laughs> e, lakini kwa jinsi ya mipango wanika, kwa sababu hapa pia wanaka itakuwa ni training center ha, itakuwa ni training center, yes. Kwa hiyo tunataka mwezi wa nane e, msimamizi mradi huu ukabidhiwe e, kwa hospitali e, na pengine nami nitafuatilia kwa karibu mwezi wa saba kujua hatua ambayo mmefikia me, Hakutakuwa na nyongeza, hakuna sababu, kwa sababu fedha ipo. Ongezeni jitihada, pleteni mani hizo nini hizo, naita certificate huko, watalipa ujenzi utaendelea, tukamilishe jengo, likamilike mwezi wa nane, jengo mlikabidhi. Tumeelewana nadhani haya.